wa Uvira baada ya uporaji uliofanywa na bahadhi ya wakahaji wa mji huo ulipoachwa na M23 na risasi nyingi zilizopigwa ovyo, ovyo jumapili ya tarehe Januari kumi na nane. Tutakwenda pia huko Kiliba Ondes kwenye kiwanda kinachotengeneza sukari nafasi ambako jeshi la serikali FRDC wameingia rasmi wakisindikizwa na wazalendo, huku raia wakiendelea kuwapokea kwa shangwe na vigelegele na mengineo tu. Tutakwenda kujiunga na mratibu wa hasasi za kiraia kitengo cha susiko DRC bwana Kelvin Bwija kwa habari za ziada hivi tunakualika mtazamaji pia msikilizaji uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini usisahau kitu kimoja. Kusubscribe channel yetu hii, yaani kujaone, kulike, kuacha comment na kutuandikia mahali ulipo ili tufahamu mahali wapi munatufata kutusikiliza. Na kwa mwisho kabisa usikose kushare yaani kuwasambazia wengine. Basi tunaomba tuandamane sote pamoja, na bila ya kupoteza muda, tunaanza na habari zetu, tukienda uko Kiliba Ondes, nafasi ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, pamoja na washirika wao wazalendo wameingia. Katika kuingia kwao Ondes, Wazalendo wanatajwa kupiga risasi kiholela. Hivi, bila kwenda mbali, basi Mingi sana sasa. masasi masasi nalia mingi sana hapo, bazalendo yuko kupiga masasi ya mingi sana bazalendo, yu wale yuko kupiga masasi. Njia nakuwa wazi, njia nakuwa wazi. Masasi iko mingi sana yuko naipiga Wazalendo. Njia nakuwa bien, kwa sababu masasi yote ni masasi hiyo, njia inakuwa wazi, njia inakuwa wazi. Bazalendo wanafika ikiliwa ondese, bazalendo wanafika ikiliwa ondese sai. Watu wanafurahi sana kwa kuona kwa gisi bazalendo hao, watu wanakimbia bazalendo hao, bazalendo wanakuwa ondese, masasi kasi nalia sai ya mingi sana masasi Basoda hapo kiliba hapo. Ndio wale kiliba hapo wazalendo hao washaingia kabisa. Kwambe wazalendo wako mbinde mbinde na yuko kabisa. Na hapo kabisa kiliba. Watu wanasherekea usikie tu. Watu nikushangilia kabisa. Kiliba hapo kabisa watu wanashangilia usikie kabisa. Ile kaya nyelikuwa pale ya wazalendo washabomola masengine na sitafika kutuangalilie kwanza. Ikiwa huku ni Kiliba Ondese, ndugu mtazamaji pia msikilizaji, turejee katika mji wa Uvira sasa baada ya uporaji uliofanywa na baadhi ya wakahaji wa mji huo ulipoachwa na M23 na risasi nyingi zilizopigwa ovyo ovyo Jumapili ya tarehe Januari kumi na nane. Ikumbukwe hapa kwamba mara M23 ilipoondoka ililazimisha wakaaji wanaojulikana kama vile wanyamulenge waondoke nao waende nao, na wale ambao walikataa, kuna wale ambao walitishiwa vifo kama alivyoongea gavana wa mkoa wa kivu ya kusini Jean Jacques Purusi, lakini kuna wale ambao hawaku salimu amri nao wakajificha na mara jeshi la taifa lilipoingia katika mji huo, wale ambao walijificha wakikataa amri iliyotolewa na wapiganaji wa M23, wakakataa kuondoka kwenda nao, kwa kweli yao Jeshi la taifa FRDC lilichukua jukumu la kuwatafuta kuwaondoa mahali walipokuwa wakijificha na kuwalinda vilivyo. Niko na kamata. Eh, hapa ni FRDC FRDC, tukonao mungini, balikia kamata kelke zelema ya Banyamulenge balikuwa bana fichama bana basekirize kabisa, kelke zelema ya Banyamulenge balikuwa bana fichama pa kwa agence volcano

Baada ya hayo tumwalike basi bwana Calvin Bwija na kutupa picha ya ziada, haswa kwa hali inayoshuhudiwa mjini Uvira baada ya kuondoka kwa M23 na asubuhi ya Jumapili kushuhudiwa uporaji wa hali ya juu, ambao baadhi ya wakahadi haswa vijana na wengine kushambulia mali za watu muda mchache baadaye, wazalendo wakaingia, risasi zikapigwa like hovyohovyo, na kwa mwisho mwanamosaza adioni jeshi la taifa FRDC wakaanza kuingia wamoja baada ya wengine na vile walivyoingia Jumatatu. Leo Bwana Calvin, kwa mara nyingine tena, karibu kwa idara yetu ya Kiswahili ya Kuna Nini News. Ujambo, mtangazaji. Mimi ni Kelvin Buija, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani sosicordc, pia mtafiti wa masuala ya usalama. Leo tariki kumi na kenda mwezi wa kwanza 2026 utafahamu kama shughuli mujini Uvira zimebweteka tarehe ya leo parce que, matir de bal imesikika mchana wa leo mvile ya Uvira na certains civils armes. Mpaka hivi awayajulikana watu ambao wanaendelea kupiga ile masasi a desort, ile tunaendelea kukundane na utafahamu kama leo kuko piaje ambayo imekuwa observe muvile ya Uvira certains jeunes inconnus wameiba mali ya raia mumasoko mumabotike mumagaze fulani fulani, ile ni mambo tunaendelea kukondane toujours, wako wanaiba vitu mpaka hivi, ile pratique tunaendelea kuikondane toujours, utafahamu kama kwa hali ya leo mvile ya Uvira Populatio ayikuweza jusisha na shughuli zake za kimaisha ki, parce que masasi melia sana na resort iletuna condane na ku interpele wa autorité militaire na e politiko administrative, wangali ese si watarenforce namna gani wanaweza restore autorité de letat mvile yavir environs. Na osi kointerpele tena jeshi letu la taifa kuangalia esi wanaweza renforce baelema ya FRDC mumakwe na marekwe zote za vile ya Uvira na materitoare za Uvira Fizi ya Mwenga kwa juu ya sekurite ya population utafahamu kama pour le moment wa M23 wanaendelea kujiconcentre mu plein de la Russie notamment Kiliba, Ondesi, Sange, Luvunge, Lemera, Bwegera kule kote, kule kote wanaendelea kujiranforce Na leo, wame kumekuwa pepre

Tumeendelea tujuru kualerte na ile maaxe za Mulenge kule kot makitoga, tumealerte tena ma maservise a securite na wazalendo ambao wanaishi ile maeneo kule uangalisi wanga liesi wataranforce mu makwe na marekwe ya usultani wa Bafuleru, hiyo groupe ya Lemera na mumwaho emwaye plateau. Jeshi letu la FRDC liendelee kuranforce partout kwani enemi ko na mastrategi za mingi, ijapokuwa amejianonse kama ametoka tayari muvile ya Uvira me anaendelea toujours kurenforce Palemera. Njo maana tunaendelea kuinterpeller ma services zote za sekurite na wakuu viongozi wa mahali kuendelea kudenonse, pour que serikali angaliesi itaa itaraforsi usalama wa wakaaji mm -hmm. na mali yayo. Ile ndio situasio ya leo, tuko tunaendelea kukondane hiyo situasio ya bwizi yenye kuwa anaendelea kujimanifeste na watu wasiojulikana. Ni hayo kwa siku ya leo kama anavyotufungia bwana Kerevesi na cha ziada, lakini naomba usisahau kitu wewe mtazamaji, pia msikilizaji, ambayo ni wewe ambaye bado huja subscribe. Huu ni muda wako, usikose kusubscribe, yaani kujabone. Usikose kulike, yani kuipenda. Usikose kuacha komente yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho, usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Asante kwa kuichagua channel yako hii, Kuna Nini News, kuwa chaguo lako.